Abiria wa ndege ya Kenya Airways flight KQ654 walipitia hali ya taharuki asubuhi ya, ya leo baada ya ndege aina ya Embraer E190AR kupata hitilafu kwenye injini yake ya kulia wakati ikiwa angani, hali iliyolazimu kurejea kwa dharura katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Jomo Kenyatta. Ndege hiyo iliyosajiliwa kwa nambari 5 Yankee Fox Trot, Fox Trot Echo ilikuwa imeondoka Nairobi kuelekea Kisumu mnamo saa mbili asubuhi. Hata hivyo, takriban dakika 30 baada ya kupaa, wahudumu wa ndege waliripoti matatizo ya kiufundi kwenye injini ya kulia. Mashuhuda waliokuwa ndani ya ndege walieleza kusikia mlipuko mkubwa ukifuatiwa na mtikisiko mkali, hali iliyosababisha hofu kwa baadhi ya abiria. Licha ya hali hiyo kapteni na first officer walidumisha utulivu wakichukua hatua za haraka kushughulikia dharura hiyo na kuhakikishia abiria usalama wao. Marubani walifanikiwa kuelekeza ndege hiyo kurudi Nairobi na kutua salama katika uwanja wa JKIA bila tukio lingine lolote. Baada ya kutua, abiria wote waliteremka salama na kupelekwa katika eneo la kusubiri huku Kenya Airways ikiandaa ndege mbadala kuendelea na safari hadi Kisumu. Hadi sasa shirika hilo la ndege bado halijatoa taarifa ya kina kuhusu chanzo cha hitilafu hiyo, lakini lilithibitisha kuwa taratibu za usalama zilifuatwa kikamilifu wakati wa tukio hilo. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa mafunzo kwa wahudumu wa ndege na maandalizi ya dharura katika kuhakikisha usalama wa abiria wakati wa changamoto za kiufundi zisizotarajiwa. Uchunguzi kuhusu hitilafu hiyo inatarajiwa kuanza hivi karibuni.